Mi siwezi nkashindana na mtu kwa sababu niangu mimi sokushindana, ni angu mimi ni kufikisha mziki sehemu fulani, na sokushindana yeah. na mtu mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV kabisa, kwenye exclusive interview bana, leo niko na mdogo Sanjeti hapa. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwenye mitandaoni na leo nimetenga muda bana, nikasema ngoja nizungumze naye tujue vitu gani ambavyo vinaendelea kwenye kwake pia na kwaje, mwanangu moja ya vitu ambavyo mimi nimependa sana kutoka kwako, namna e ambavyo unazungumza hasa kwenye mic na namna pia kuzungumza, unapoongea na watu tofauti tofauti. Pengine hii starabu ambao unazungumza ni kwenye mic tu, ama pia uh, na huko mtaani? Ndo ndo ilivyo ah, mimi nipo hivi. Uh, sure. yeah, okay. sina noma na mtu yeah. Yeah. Mtu anasema noma siri mtu mbaya nini mbasi nanini kwako, unajisikiaje? Anafurahi tu kwa, kwa sababu uh, anj anjui labda yeah. Ya juu ndani wangu ya. Kuna watu wanasema kwamba Sanjeti anazungua sana na ananata flani hivi yani uki, ukimlinganisha na Pateni, Sanjeti ni mtu fulani ule ananata yani siju, unanielewa? Ya. Si hatulingi wala jishauri ya, tunaishi mm. kokote tunakaa kokote yani mm. tumeishi maeneo kibao ya, lakini ushakutana na hizo hizo comment kwamba unalinga? Ya, comment naziona mm. ya comment naziona watu wananiambia, wananichafulia, wananiambia mimi mbaya, sio <laughs> ya nalo mbaya si vipi? mm. amna mimi sipo hivyo mm. ya Nataka nifahamu kitu kimoja hasa wewe na na, na, na, na Dogo Pateni hasa ushikajini, ulianza ulianza lini hasa, mna miaka ama imeanza mwaka huu A... Kwa leo mimi naona labda tusiongelee hilo, yeah. Yeah, tuongelee mziki wangu yeah. Okay, yeah. Tukienda kwenye mziki wako kutokana yeah. na hizi vurugumashi ambazo zinakukumba zinaku, zinaku, zinaku, still bado mdogo kwanza? Na, na miaka mingapi kwanza? Na, na miaka 18. Okay, bado na, na, mdogo na hizi vurugumashi ambazo zinakukuta labda uh, kwa mziki wako ku, ku, ku, kuhisi labda natamani bana niachane na mambo ya, na ya, mitandao, ya mziki. Uh, no. Hmm. Yeah, ila so nzuri labda niseme hivyo yeah, kwa watanzania wanaofanya hivyo mm, so nzuri nia yetu sisi nikufikisha mziki wa singeli mbali mm, ya, na so kubomoa mziki wa singeli mm, wala so kushinanisha mziki wa singeli na mziki fulani na mtu fulani ya, sinia ya yetu nikufikisha sehemu fulani. Inachotaka kujua sergeant, yani haijawahi kutokea ile siku, unajua kuna ile unaamka tu bwana mimi leo manager, nimechoka ah, maneno mengi, haijawahi kukutokea Yeah, mi sichoki kwa sababu hamna mtu ambaye nifosigi kufanya mziki na hamna mtu ambaye ataniambia tiacha mziki ntaacha kirahisi. No, haiwezi kutokea. Yeah. Okay. Okay, saa, na, nataka nifahamu kitu kimoja uh, moja watu ambao watu wanazungumza vibaya sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na wewe, pengine for the first time wakati unaanza kuziona zile comment mbaya kuhusu hmm. wewe uliko na feel kitu gani hapo? Yes. uh, ni changamoto labda niseme hivyo, changamoto tu za mziki. Mablaza wetu wakubwa wenyewe wamepitia hizo changamoto, interest sana kwa sababu naishi na mabraza wakubwa, ushauri mbalimbali mshikaji, nini, nini, nini. Kukuo, nini? Uh, ni mziki labda niseme hivyo, siwezi ngasema labda ya labda eye kwake eye alivoona labda kwa malingo yake mwenyewe sijui alizania nini labda kufanya vile mm. Ah. Ni nimeona kawaida kwa sababu ni mziki tu mziki hata mm, mablaza wetu wenyewe alishindanishwa mpaka wamefika ize sehemu ambazo wanaheshimika onaisim. Yeah. Kishindanishwasa kitu gani ambacho unakifili una, una unaona kwamba hii ni mbaya itanipoteza pia kwa sababu watu yeah. kuhu... mi nanzungumza kwa kubaya mwenzangu, kwa mazuri mazuri, mi siwezi nikashindana na mtu kwa sababu ni angu mi, sio kushindana, ni yangu mime nikufikisha ya mziki sehemu fulani nasio yeah. kushindana na so mtu yeah. labda yeah. kuona uh, wasanii wakubwa, kwa mfano Zuchu amempa sapoti kubwa uh, Pateni, lakini sio Zuchu tu, kuna, kuna Chino aliandika kuhusiana na Pateni, yeah, na wasanii wengine wakubwa, kuona wasanii wakubwa wote, uh, most of them wameegemea upande wa Pateni na yeah, sio upande wako, haijawahi kukukata? Labda uone aisee, wasanii mieyusho. Ah, haijawahi kunikata mm, ya yeah, kwa sababu sisi nia yetu ni kupambana tufike sehemu fulani, labda niongee tu, azidi kuongeza juhudi, afikishe afike sehemu ile ambayo anaitaka kufika. Yeah. Ulishawahi kuomba korabo kwa msanii yoyote mkubwa? Tumeona uh, Rayvanny aliandika juzi kupitia, yeah. ni jana kupitia insta story yake uh, na akasema kwamba ana ngoma kali sana ya singeli na anamtafuta mtu mkubwa wa kufanya naye. Uliwahi labda kumtafuta, uh, umekutana kwanza na hiyo posti posti? Uh, ndio nimekutana nayo, nimeona nimeona, yes. korabo nimeona. Mm. Yeah. Yeah, zipo zinakuja na wasanii wakubwa tu ya mashabiki wa subili tu kusikiza mziki, mziki mzuri na wa support. Labda niseme uh, ya, hao, ya, hao wa ni hapo ndani ya mimi mwenyewe na, na management yangu okay. Siri yetu yes. Wananchi sisi wenyewe wananchi kazi zao ni kusikiza mziki la so kujua mimi nimefanya na nani na nani na moja ya mo, mo, mo, ya, ya platform ambazo zina, zina support sana singeli pamoja na EFM na ukizungumzia EFM unazungumza hata kama kina Samuel Love, ambao ndio wadau wazito kabisa. Alitoa ujumbe wake kuhusu kila ambacho kinaendelea, pengine hasa kuna namna alimekudia kupanga kuhusu hii jambo leo. Ah, Samuel Love ni brada zangu, Freedom Gai Gai, brada zangu wote wametusupport same moja yeah ya tulikuwa tunafanya ma event kwenye funga mtaa koo, ndo pale tulipoanza kuzoeana. Mablaza hawaja kutuvunjaga moyo mablaza, kwenye kwenye ile inaonekana kama wanakuwa upande sana mwingine kuliko upande wako. yeah. yeah. Kukutenga ni support pia. Hamna, labda waliniona nimefika sehemu fulani, ndo maana akamsapoti mwenzangu, so mbaya. yeah. Kuna kitu mwakosea, ndo maana anafanya hicho kitu. Amna, yani mimi siwezi ngakunja nikisema mwenzangu anasapotiwa, amna siwezi ngakunja, sina kinyongo. Yani labda niseme ya nimemkunjulia mwenzangu afike sehemu ambayo anataka kufika. Ya lakini ndani ya moyo wako, lakini ukijitazama, ni kweli ulimkosea? Amna, mimi sina makosa na mtu, siambosea mtu, sina makosa na mtu, wanakusingizia Ah, so labda wanasema, wanasingizia labda, wanasingizii, kila mtu na kitu chake, labda chochote unachomoyoni, labda mwenyewe anavoisi mwenyewe mm. Kuna watu wengine wanahisi nimemkosea, kuna wengine wanahisi koo, Watanzania, hamna, naelewa, anaelewa, labda hamna siri kati hapo, hamna am, mwenye makosa labda, mimi sina makosa, labda pesa pe, ni chanzo labda niseme hivyo, pesa ilikuwa ni chanzo labda, hey, tamaa, labda hey, ya, labda mwenyewe labda alikuwa anaona pesa hey, inavogawanywa kwenye mambo mengi hmm, ni, ni, kweli ulikuwa unampa 40 ah? Mimi sigawi mimi hela, tunagaiwa wote sawa. Labda yeye mwenyewe akawa anaona labda kuna sehemu ana yanabakiwa na 40 ya, tunagaiwa hela wote sawa, na kila mtu anaenda kwa ku, ku, familia yake amedanganya ya. Na mimi siwezi ngasema amedanganya, mimi siwezi ngasema amedanganya. Show tukanafanya wote ila yeye mwenyewe alipo tunanuo ndo. Wewe unavyoona kwa upande wako, sasa hivi nyota yako imefifia baada ya kuachana na Pateni mm -hmm. nyota yako imefifia. Ah. <laughs> uh, Mi siwezi ngaongelea hilo kwa sababu hata ukiangalia mi kabla salio kutoa salio nishatoa iti yangu nyuma ukiangalia. Kwa hiyo wewe ukasema mimi Pateni kanibeba au mimi nimebeba Pateni, wewe ukasema Ni, beba, ni, membeba, pate ni ni collab tu tumefanya imeenda hmm. Siwezi ngasema mtu kama kanibeba kwa ali nibeba ni nyimbo ya nyuma endolako hmm. Okay. Yeah. Kwa Tanzania ambao wana feel kama uh, Dogo Sanjeti, inaonekana kuna kitu ambacho kiko sawa yeye amewakosea Watanzania, pengine neno lako hasa labda Watanzania hawakuelewe, labda mwanetu, labda hauna makosa, ila tu ni misunderstanding ambazo watu wanazo. Unalipi la kuambia? Wanaosapoti mziki mzuri waendelee kunisapoti. Namalizia. kidato cha pili. Kwa nini? Una matatizo ya kifamilia siwezi nikaongelea, Lakini una plani kuja kwenda shule baadaye? Una umri wa miaka 18? Tutumalize. Kuna watu ambao wanadai kwamba sasa hivi kuna lebo ambazo zinakucheck sasa hivi kama uh, mwanetu. Sasa hivi kule Zuchu yupo karibu naye pia, kwa upande wako wewe, kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mnaonekana kama watu ambao mmetoka kwa pamoja, pia kwamba muwe pamoja pia. Kuna hizo ambazo hamna alo alo, njeki labda lisema hivyo. Hata Zuchu hapana. Sasa support, labda wameamua yeah. mpe mmoja yeah. Yani ndio maana nikakwambiaje. uh -huh. Labda walikuwa washaona mi nimefika sehemu fulani mkubwa ya yeah, ndio maana akampa hmm. support nani mdogo yeah. ah, okay. Unahitaji management hizi kubwa kwanda zikushike mkono ama ziku ulipo okay. yeah, support hmm. Mimi sijalizika, nimesema nimefika, sijalizika kufika hmm. Yeah. Mwambie basi neno moja wa Tanzania. Waendelee ndugu, ni support, oh, yeah. Okay. Matusi vipi? Waache, si ndio? Ah. Atakaona safi, aacha, atakaona naendelea endelee tu sawa. Kuna hili ambalo pengine watu walikuwa wanajiuliza sana. Umaarufu unakuja na vitu vingi sana, watoto wa kike kuwa cheki sana manini, DM zinakuwa ni nyingi sana kwa upande wako sasa hivi. Unadili nazo vipi sasa hivi? Mi ah, mimi na deal na muziki. Kwanza mimi mda wote nipo na muziki. Yaani nikwambia, yaani mb... mda wote masikio wangu yanasikiza muziki. Kwa hiyo mimi sina muda hata na mtoto wa mtu labda niseme. Alafu anataka yeah. Yeah. Uh, no, nimekumbuka kitu hapa. Unajua umaarufu kumfuata kijana mdogo. Pia labda wewe ni still young na umaarufu tayari umeshakuja kwako, labda umejipanga kuupokea vizuri, au na watu wa karibu wa kukushauri ku maintain umaarufu? Yeah, nilijipanga hadi nimefika hapa. Nimejipanga na na watu labda, watu wakunisapoti nao, si tuna gang, labda nikwambie hi. yeah. si yeah. Familia tuna gang, familia Familia wapo wanasapoti, yeah. Wana mchumba? Mimi sina mchumba, staki tu. So mpaka miaka hamna. Mi mwenyewe tu nimeamua mchumba wangu awe mziki nawajibu si mashabiki zangu, labda niseme atajipa wakati mgumu kwa sababu mtu mwenyewe labda atakae mwanza. Mi mwenyewe mchumba wangu ashakuwa mziki sasa, tutaonana suma... lini? Mimi kila siku nafanya mziki, lini tutaonana? Labda lini tutakaa chini tutaongea, na mpaka wakati ufike sasa huko wanapanga Mungu. Okay, yeah. Pengine sasa wazazi wako hasa wakiona haya matusi mtandaoni, wanasema mwanetu na wana, nani na nini, hizi maneno yanavyokuja mengi sana, wanakuambiaje sasa upande wako? haiwavunji moyo kwa sababu wenyewe mziki, nadhani mziki familia, kwenye familia yetu mziki upo, yeah. kwa sababu ah, mm. yeah. kuna watu wamefanya mziki ya koo, ni changamoto za mziki wanazijua. Mimi naishi na wasanii wote pisi koo, mimi msanii yoyote yoyote, mimi siwezi ngasema mmoja, kwa sababu wasanii wote mimi naishi nao pisi kufanya muziki mimi mziki labda, mimi ndo maana nikakwambia, kwetu nyumbani kwetu, mm. mziki upo ah, yeah. yeah. kwa sababu mimi mziki unamkataa unamkataa, yeah. Yeah. Yeah. dola makabila, naona mtazama blaza angu ah, ma ah, mablaza zangu, maana nakwambia kila msanii zako la mwisho wanisapoti tu.